Gavana wa California Gavin Newsom amerudia kwamba atashitaki utawala wa rais Donald Trump baada ya walinzi wa kitaifa kutumwa bila idhini yake kudhibiti maandamano ya kupinga sera za Trump. Maandamano amezidi kupamba moto, huku maafisa wakikabiliana na waandamanaji. Gavana amesema hatua ya rais Trump haijasaidia kitu. Katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X, Newsom ameandika hivi: ndivyo hasa Donald Trump walitaka. Amewasha moto na kuchukua hatua kinyume cha sheria ili kuwashirikisha walinzi wa kitaifa. Agizo alilotia saini halihusu California pekee, itamruhusu kuingia katika jimbo lolote na kufanya jambo lile lile. Tunamshitaki. Mubelwa Bandio ni mchambuzi wa maswala ya kisiasa na ambaye ni mkazi wa Marekani katika mji wa Maryland. Hali iko tens, kwa hiyo sasa hivi watu wengi ni, ni, ni hali ya kidogo kutia shaka, kwa sababu hatujui nini kitafuata. Bado maandamano sasa hivi ameamia hasa katika jimbo la California, tumeona imekuwa katika jimbo jingine ya Minnesota na majimbo mengine, lakini kitendo cha Rais Donald Trump kusema kwamba atapeleka wanajeshi wa kitaifa pale nimezua shaka, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba hii kitakachofanyika tu ni kuongeza hasira na pengine hali itakuwa mbovu zaidi ya ambavyo ilikuwa pale awali. Wanachokipinga watu ni ambavyo uvamizi huu umekuwa umefanywa na baadhi ya watu sasa wanaanza kuhoji kwamba kwa nini rais Donald Trump sasa hivi ni kama vile anawaita hao watu majina yote mabovu, ili hali katika hali ya mwanzo, ama katika kile kilichotokea katika bunge la Marekani aliwaita wale uh, majasiri patriots, ambao watu wengi walihisi kwamba walikuwa ni, ni wahovi. Kwa hiyo sasa hivi hasa kwa kitendo cha yeye kusema kwamba atatumia jeshi na amesema kwamba anaweza hata akatumia marine inafanya baadhi ya watu kuhisi kwamba kuna watu ambao wanaweza kaingia hasira na kutaka kwenda kuwakabili na hiyo itasababisha hali kuwa mbaya zaidi. Gavana wa jimbo hilo amemkosoa Donald Trump uh, kwa kuwatuma maafisa hawa kudhibiti hali. Je, tueleze Mubelo, kwa kifupi tu sheria yenyewe kamili inasema vipi? Naweza kusema kwamba kama linakuwa ni, ni jambo la kiserikali ya shirikisho, ingekuwa ni tishio katika ngazi hizo, kwa sababu kila jimbo lina mamlaka yake. Lakini kulingana na tishio, namna ambavyo linaweza likaonekana kitaifa, kwa mfano, inaweza kafanyika, likifanyika tukio la kigaidi, linaweza, uh, linaweza likaanza kuchukuliwa hatua na jimbo husika, lakini ikionekana kwamba ni tukio la kigaidi kitaifa, hapo ndipo ambapo mamlaka nyingine kama FBI na nyingine zitaingia, ambayo itakuwa ni serikali ya shirikisho. Katika hali ya kawaida, gavana ndiye mkuu wa ulinzi na usalama na ndiye ambaye anaamrisha uh, national guard katika eneo lake, lakini sasa hivi itakuwa pengine mara ya kwanza tangu mwaka elfu moja mia tisa kama na sitini hivi ambapo serikali ya shirikisho imeamua kupeleka watu bila kutumia ama bila kupata makubaliano ama baraka za gavana wa jimbo husika. Kwa hiyo hapo ndipo panakuwa pana wasiwasi kwamba katika hali ya kawaida gavana ndiyo anatakiwa amiliki jeshi zima, ulinzi na usalama katika uh, jimbo lake, lakini bado serikali ya shirikisho kama inaweza ikatafuta ik, namna ya kuhalalisha tukio lake, ina mamlaka ya kuweza kupeleka jeshi kama ambavyo Donald Trump amesema kwamba anaweza kupeleka. Kwa hiyo sidhani kama anavunja sheria, lakini hata gavana mwenye haamini kwamba hali imefikia ambapo serikali ya shirikisho inatakiwa itume watu bila shaka. Swala hili la uhamiaji mubelo lilikuwa mojawapo ya maswala ambayo Donald Trump alikampeni nayo na akisema kwamba ni mwiba ambao ataushughulikia. Sasa hii italeta athari gani hasa kwa jimbo la California ambapo inasemekana kwamba idadi kubwa ya wanaoishi huko hata sio wazaliwa wa Marekani yani ni kweli, ni jimbo la mpakani, Waspaniola ni wengi, na hicho ndio kitu ambacho rais Donald Trump pia amekuwa akizungumzia kwamba lengo lake amekampeni katika hili na anasema anataka kutimiza kampeni yake tu wanakuwa na, na wasiwasi wa namna ambavyo anaitumia namna ambavyo wa wale watu wa, wa, walinzi katika masuala ya kuenfosi masuala ya mipaka ICE, wanaaminika kutokuwa sehemu ya jeshi, lakini wanafanya harakati kama vile ni watu wa jeshi, wanakuja wakiwa wamejifunika na, na vitu vingine. Haiko sana swala kwenye uh, nini kinafanyika, nafikiri ipo zaidi kwenye vipi swala hilo linafanyika, na ndipo kidogo kunakuwa kuna ubishani kuna, kuna hata katika uh, namna ambavyo kuna haki za watu watu wanafikiri kwamba zinastahili kuwa zina uh, wanapewa haki zao, wengine wanaisi kwamba zinavunjwa haki zao. Kwa hiyo kinachofanyika sidhani kama ni shida kama ambavyo kinavyofanyika katika jimbo la California. Je, zile habari za serikali ya marekani kuwapa wahamiaji uh, dola elfu moja na tikiti ili wajiondoe Marekani nalo vipi, limefua dafu, swala hilo linaendelea vipi? Nina wasiwasi na hilo, kwa sababu kama mtu anahisi kwamba anaweza akajificha katika nchi na anaweza akatengeneza dola elfu moja kwa wiki moja, kwa nini niondoke, niende niache pesa yote hiyo, hasa kama ninarudi sehemu ambayo ama sina uhakika kuweza kuipata ama pengine nilikimbia um, swala so zima la amani. Wengine wamekuja huko kwa sababu ya kuja kutafuta maisha mazuri Unaponipa dola elfu moja ambayo mtu anaamini kwamba angeweza kuitengeneza ndani ya juma moja au ndani ya majuma mawili, kwa nini elfu moja hiyo ambayo pia sina uhakika nayo nichukue, alafu niondoke moja kwa moja? Kwa hiyo nafikiri hiki ni kiwango ambacho baadhi ya watu wamekiangalia kulingana na namna ambavyo wanaweza wakatengeneza pesa tena nyingine, kutengeneza pesa za unasema chini ya meza ambazo ni cash. Sidhani kama lilikuwa na mvuto kwa watu wengi.